Somo letu la leo ni furaha ya kweli, inatoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi hadi kumi na nne. Yeyote anayeamini na kutambua injili hii anaweza kuokolewa. Kwa hivyo, unachohitaji kufanya kama mtoto wa Mungu ni kufurahia injili hii, na katika utangulizi kuna mambo ya sisi kujua kabla ya kufurahia injili. Ingawa kwa wakati wa sisi kutambua na kuamini injili hii, kuna hali nyingi ambazo tunachanganyikiwa na kutoelewa, kwa sababu bado tuna shida zetu za kibinafsi na shida za kifamilia, na hata wengine wanaweza kuwa hawana kazi. Na ingawa una kazi lakini una shida nyingi katika kazi zako. Wanafunzi wengi wanatatizika katika masomo yao na wengi hasa barani Afrika hawawezi kwenda shule kwa sababu ya ada ya masomo. Na ingawa wanaenda kanisani lakini hawajui sababu ya kwenda kanisani. Na ingawa mwanafunzi fulani huenda shule lakini hawajui sababu ya kusoma. Barani Afrika kuna makanisa mengi. Na bado makanisa mengi hayashiriki juu ya Injili na haswa wachungaji. Na haswa wachungaji, hawawezi kufundisha Injili kwa waumini. Na kama matokeo, waumini wengi huenda makanisani ili kubarikiwa au kupata majibu, na wanamaliza bila kwenda kanisani wakati hawajapata majibu. Na ni shida gani kubwa? Ingawa tumeshikilia injili kwa usahihi, lakini bado kuna shida zinazotuzunguka. Na Mungu anatuambia kuwa shida ambayo ulimwengu unazungumzia juu yake, ni shida ya pesa, shida ya kifedha au shida ya mafanikio, siyo shida halisi. Na unapoangalia kitabu cha Yohana wa tisa, inasema kwamba kuna mpango uliofichwa wa Mungu ndani ya shida ya mwanadamu, na haswa kwa watoto wa Mungu. Ikiwa wana shida, inamaanisha kuwa kuna mipango mkubwa wa Mungu, na ndiyo sababu kwetu tunahitaji kuwa na macho ya kuona shida kwa usahihi. Ni kwa sababu ni kwa sababu vivyo hivyo kwetu katika siku za nyuma, nyakati za Biblia na hata sasa wengi wana shida, lakini kinyume chake Mungu ameruhusu shida hizo, na ni kuelewa kwa usahihi ulimwengu shida halisi inataka. Na Mungu alitoa kibinafsi kwa wanadamu tu, na Mungu akampa uhuru wa kuchagua wa kuchagua ambao wanyama hawana, na mwanadamu pekee ndiye aliyeumbwa kumtazama Mungu na kuwa pamoja na Mungu. Hata hivyo, mtu huyu alidanganywa na shetani na kutotii neno la Mungu na kwa sababu ya hayo, hiyo waliweza kutenganishwa na Mungu. Katika tukio la bustani ya Edeni ambayo Adamu na Hawa walifanya dhambi ya kwanza, na hili ndilo tatizo ambalo wazao wote wa Adamu na Hawa wanalo. Na kwa njia fulani shida zote, ugumu na hata mateso, ambayo mwanadamu ana haki yake. Ni kwa sababu mwanadamu hawezi kuondoka vizuri kwa nguvu zao wenyewe. Na mwanadamu hawezi kumjua Mungu. Lakini lazima waangamizwe na kutambua hiyo ni kutambua Injili. Na shida ambayo Biblia inazungumzia ni dhambi ya asili. Kwamba hawawezi kumwamini Mungu. Walakini Mungu alitoa suluhisho hilo kwa shida hiyo, na Mungu alisema atakuja kama amevalia mwili ili kutatua shida hiyo. Na yeye ni uzao wa mwanamke, Yesu Kristo. Na tunapaswa kuondoka chini ya dhambi na laana na asili ya kuzimu. Lakini ili kutoka hapo, Mungu alikuja hapa duniani, na ndiyo sababu wanadamu wote wanamhitaji Kristo. Kwa nguvu za kibinadamu au nguvu za ulimwengu huu, hawawezi kutatua shida zao halisi, na shida sio kweli lakini shida halisi ambayo mtu ameanguka ni shida kabisa. Na shida tuliyo nayo sasa, Mungu ameiruhusu ili tuweze kutambua shida yetu kamili, ambaye ni shida ya kiroho, ambaye kutomwamini Mungu. Na siyo shida ya mzazi, lakini ni shida ambayo shetani anawakamata. Na shida ya nchi yetu siyo juu ya wanasiasa, lakini ni shetani ambaye ni mtawala wa hewa, ambaye an, anawadhibiti wanasiasa. Na ndiyo sababu tunachohitaji kutambua ni sababu ya kushikilia injili tu, na kwa kweli kwamba huwezi kusoma na huwezi kuwasiliana na neno kwa njia fulani, hiyo ni sawa na kile Mungu anataka ni kurejesha injili kabla ya kuunda uhusiano na watu, na hata kabla ya kupokea neno, Mungu anataka uinue batiza hii ya injili, na Mungu anataka kushikilia injili na kuomba, kwa sababu ulifikiri kwamba wewe ndiye bwana wa maisha yako, lakini Shetani alikuwa bwana wako. Na mawazo, ye, na mawazo yote tuliyo nayo ni dhidi ya Mungu, na tunafikiri kwamba maoni yetu, mawazo na hata kiwango ni sahihi, na ndiyo sababu badala ya kushikilia injili tu mipango yetu ni muhimu zaidi. Na Mungu anataka kutambua hili haraka na kulibadilisha kwa sababu usipobadilisha hii basi huwezi kubadilisha shida ya familia yako, shida ya kiroho na hata shida za nchi yako. Na vivyo hivyo katika RVC watu wengi walikuja, lakini wale ambao walifikiri na kufikiria kuwa maoni na kiwango chao ni sawa, wote waliweza kuondoka kanisani. Wote waliondoka wakifuata msaada na wale ambao ni wazuri kwao na pia wanafuata masomo yao na mafanikio yao. Na ikiwa wanaishi vizuri kwa sababu wanafanya hivyo, basi hiyo itakuwa nzuri, lakini Mungu hakuwahi kuwatumia wale watu ambao hawapendezwi na injili tu. Kile ambacho Mungu anatafuta ni mtu mmoja ambaye anafurahia injili hii ya kweli, na pia anatafuta timu ambayo inafurahia injili hii, na pia anatafuta kanisa ambalo linaweza kuokoa eneo hilo. Na ikiwa ninafurahia hii au la, unaweza kujua ikiwa harakati ya uinjilisti inafanyika ndani yangu au la. Njia bora kwako kufurahia injili hii ni kufurahia leo, kwa sababu maisha yetu ya zamani yamepita na maisha yetu ya baadaye hayajafika. Ikiwa unashikilia injili hii na kuamua kwamba basi, inapita wakati na nafasi, na inabadilisha hatima yako, na ikiwa utaamua na Kristo tu, basi maisha yako ya zamani hayatakuwa makovu yako tena, lakini yatakuwa chanzo na maisha yako ya baadaye hayatakuwa na wasiwasi au wasiwasi, lakini itakuwa kama fursa kwako kutumiwa kama mtu mkuu wa uinjilishaji wa ulimwengu ili uweke Injili tu. Makanisa ya kwanza yalishtakiwa kwa uongo kama wazushi na wali na walikoloniwa na Waroma na waliweza pia kuteswa machoni pa watu na machoni pa ulimwengu. Kulikuwa na shida kwao na kulikuwa na mpango mkubwa wa Mungu. Paulo alipokuwa akikabiliwa na shida, alikuja Roma, na kabla ya kwenda Roma, alikwenda Korintho, na aliweza kukutana na Priscilla na Aquila ambao waliuawa kutoka Roma na kwa hivyo kwa mwinjilishaji kama Paulo, Priscilla na hata Akila hukutana katika mkoa wa Korintho, na kwa sababu hiyo kanisa la Korintho lilifufuliwa, ambalo liliinua mabaki na wainjilisti. Na kwa kanisa hili la Korintho Paulo alikuwa akizungumza juu ya jinsi ya kufurahia injili hii. Je, Unafurahiaje injili hii ya kweli? Ni kwanza kila kitu kama kipya, ni kubadilisha asili ya maisha kuwa asili ya kiroho. Na tunaweza kuwa na shida nyingi na shida, na chanzo cha shida hiyo ni shida ya kiroho. Na kila dini inasema kwamba unaweza kuokolewa kwa kufanya vitendo au matambiko, na wanasema kwamba unaweza kuokolewa kwa juhudi zako, zako. Hata hivyo, injili inasema kwamba kwa sababu tatizo hili ulilo nalo haliwezekani kabisa, ndiyo sababu huwezi kutatua hii kwa nguvu zako, na ndiyo sababu ili kutatua shida hii, Mungu alikuja hapa duniani kama nuru ya kweli, na ikiwa unaamini hii, utaokolewa kwa sababu hakuna njia nyingine ya sisi kufanya, na hatima hii inatokana na neema, na hii ni kutatua maisha yangu ndani ya Kristo huyu. Na angalia kile kinachotokea barani Afrika na hata Kenya: kila mtu anaapa na kisha kuwalaani wanasiasa au rais. Na angalia ni nani anayetawala wanasiasa na wana wafanyibiashara ni Shetani, na ndiyo sababu wafanyi biashara wakubwa na hata wanasiasa hawawezi kuokoa wa ulimwengu, kwa sababu Shetani anafanya kama mfalme wa ulimwengu huu. Hata dini zinaabudu sanamu, na ndiyo sababu Mungu alituita kama shahidi wa Kristo na kabla ya kuokoka shamba langu na hata nchi yangu Mungu anataka usuluhishe kupitia Kristo. Hata hivyo, sina jibu lolote na ndiyo sababu Mungu alikwambia uweze kurejesha raha ya kweli na shida ya kiroho. Na ili kupeleka injili hii tunahitaji nguvu na ndiyo sababu Mungu anatuambia tuweze kurejesha ibada kwanza. Hata hivyo, kuna maarifa mengi na makovu ambayo yanatuzuia kusikia Injili hii na kwa hivyo, unaweza kukubali na kufanya azimio na kuanza upya. Na ikiwa unaomba kweli na kwa kushikilia agano, basi utaelewa utambulisho wako Mungu na, ni, Mungu na niwe mtu wako ambaye anazungumza tu juu ya Injili hii na niwe mchungaji wa afisa wa kanisa ambaye anazungumza tu juu ya injili. Na ikiwa unaendelea kuomba, basi utatambua kile unachohitaji kufanya na utaanza kutambua kile unachopaswa kurejesha, na utagundua kuwa wewe na injili hamlingani. Na Roho Mtakatifu yuko pamoja nasi, hata hivyo bado anavutiwa na vitu vya kimwili, na hivi sasa Roho Mtakatifu yuko pamoja nami, ingawa huwezi kuamini sasa hivi. Ikiwa unaomba kila wakati, basi siku moja utakuwa na siku ambayo utaelewa, itakuja, na hapo ndipo unaweza kufurahia injili hii kihalisi na tuna asili ya kudanganywa wakati shida zinapokuja, na ndio maana ni muhimu, na itakuwa hasara kwako, lakini utachagua injili kujua ni faida gani kwako na kujua ni nini faida kwa injili, na kilicho muhimu ni kupanga sala ambayo unafurahia injili hii ukiwa peke yako, wakati wa kufurahia na kurejesha nguvu za kiroho, na njia ya kufanya hivyo ni kusikiliza ujumbe wa kumbukumbu mistari ya Biblia na hata, na hata kutoka hapo unaweza kusoma wakati wa kilele, na kwa wafanyikazi unaweza kusoma juu yako kwa ustadi, na unaweza kufanya mazoezi ambayo yanaweza kufufua mwili wako. Na ikiwa unazingatia neno la Mungu, unaweza kufufua roho zako na kupata mpango wa Mungu, na kupata nguvu na kuwapa watu ambao unakutana na majibu. Na hapo ndipo unaweza kurejesha uchumi wa mwanga. Wanafunzi lazima waweze kuokoa eneo moja. Na mabaki lazima waweze kuokoa shule zao, na wachungaji lazima waweze kuokoa nchi moja. Na watu wanaofanya hivyo ndio watu walioinua harakati ya kuinjilisha wa kikabila na kuinjilisha kuingilis ya kibiblia na kanisa la kwanza lilikusanyika katika chumba cha juu cha alama. Walikuwa katika hatari kubwa, na hata hivyo walikusanyika kutoka hapo. Na watu waliokusanyika katika chumba cha juu cha alama walikuwa karibu watu mia moja na ishirini, na wote waliamuliwa na Kristo, na wao ndio wana, wao ndio wanaamua pamoja na Kristo kwamba Kristo ndiyo maisha na jibu lao. Ukusanyi, ukusanyishaji ni nini? Ni mahali ambapo yule anayeamua na Kristo anaomba. Na kisha kufanya hivi pamoja na watu wengine ni kuwa chumba cha alama. Kila mtu anaweza kuanza na katika ukungu wa watu wao ambao Mungu ameamua yule ambaye ameamua kuokolewa na yule ambaye anakandamizwa na Shetani na amekata, amekata tamaa kiroho. Katika watu wa leo unatoa majibu juu ya nia mbaya na makovu, na mara tu wanapotambua, wanaweza kuponya shida zao za kiroho, na hiyo ni huduma ya timu na ikiwa shida ya kiroho itaponywa, mtindo wa maisha unaponywa na wanapata majibu ndani ya shida. Katika nyumba ya misheni na mtu huyu kusoma na kazi kuwa kanisa na watu hawa wanaokusanyika pamoja na kuinua vuguvugu vugu la uinjilisti, ni kanisa la kikanda na kilicho muhimu kati ya mambo haya matano ni kizazi kijacho, ambacho wanaweza kuomba na kupata mpango wa Mungu wa kuinua vuguvugu hili la uinjilisti. Na ikiwa watapokea uponyaji kupitia injili, wanakuwa kilele na kuinua harakati ya RUTC, na chochote wewe, haijalishi lakini Unachohitaji ni kubarikiwa na Mungu ili ulipe vya kutosha na kutoa vya kutosha ili kuinua harakati ya uinjilisti. Na harakati hii ya RUTC, Mungu anamtafuta mtu huyu mmoja anayeamini na kisha kukiri hatima hii. Walakini wengi hawaamini hii, lakini jaribu kuondoka kwa nguvu zao na mwishowe furahia mambo ya kiroho na. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa sita hadi tisa ni neema inayotoka kwa Mungu. Na chochote tunachokabiliana nacho na yoyote tunayekutana naye, lazima tupate kile kinachofaa. Kwa nini kuna shida? Ni kwa sababu bado hawajui Injili. Ndiyo sababu shida ni nafsi ya kutambua Injili hii. Kwa nini tunakabiliwa na aina hii ya shida? Ni kwa sababu ni muhimu. Na ni nini kinachoweza kusafiri kwa uwanja wako? Kile kisicho kile kisichopukika barani Afrika ni msaada muhimu na ukuaje na ukuaji wa uchumi ni muhimu na kwa nini makanisa yanahitajika? Na njia pekee ya kufundisha na kurekebisha shida halisi ya mtu ni kanisa. Vinginevyo, Mungu anamtafuta mtu huyu mmoja ambaye anafurahia injili hii ya kweli. Na sababu ya sisi kuwa na shida na ugumu ni kufurahia injili hii. Na siyo kuomba juu ya nini chakula cha kunywa na hata cha kuvaa kama asiyeamini. Na anachotaka ni kutupilia mbali macho ya sheria, lakini kurejesha ibada ya kweli na kufurahia baraka za watoto wa Mungu, wa, m, watoto wa Mungu na Mungu wa utatu kuwa pamoja nami na ni kurejesha ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao Mungu ameahidi na kuna mafumbo matatu ya kuokoa mtu. Ni kurejesha nguvu za kiroho kupitia maombi, na unaweza pia kuokoa ubongo wako kwa kupumua kwa kina, na pia kurejesha mwili wako kupitia mazoezi. Na ndio sababu unahitaji kufanya wakati wa kilele kila siku na asubuhi. Lazima uwe na wakati wa kuzingatia na sio tu kukaa kwenye kiti, lakini kufanya wakati unasong, unasonga mwili wako na hata kufanya pia mazoezi, na lazima kwanza upate nguvu kwako kutoa majibu kwa usahihi kama wale wanaohitaji majibu, na utaweza kugundua kuwa kila mtu anashangaa na anashikwa na nguvu za giza na unapoyakubali na kuyapita unawapa majibu. Na wakati wa mchana unaweza kukabiliwa na shida nyingi, ugumu na hata shida, na usiku unapata majibu ya hilo. Na unapotambua hili, hapo ndipo mlikawa m, hapo ndipo mtawa mtakuwa walinzi wa nuru, na kinachotushukuru ni kwamba hata tunapotambua hili kwamba mambo hayafanyiki ndani yangu, Mungu atatuma nguvu zake kut kutokea na Mungu ndiye aliyeahidi kwamba utakuwa shahidi wangu wakati Roho Mtakatifu atakapokuja juu yako na unapopata nguvu na unapokubali neno lake na kutangaza neno lake kufuata neno lake na hata kutangaza neno lake lililotabiriwa, hapo ndipo Mungu ataanza kufanya kazi. Sisi wenyewe, sisi sio nuru, lakini tunapomkubali Yesu Kristo kama Mwokozi wetu, ndipo nuru ya kweli inakaa ndani yetu, na nuru hii inakuja juu ya mawazo yangu, roho yangu na hata mwili wangu, na unaomba ili huu uwe mfumo wako, kisha utapokea majibu ambayo mabaki saba katika Bibilia waliweza kupokea, na unashikilia ushahidi huo. Na mabaki saba walikuwa watu bora, na mtu mchanga sana au mzee sana, na wengine walikuwa wasichana wadogo sana, lakini kinachokuja baada yao ni kwamba wote walishikilia neno la Mungu. Ikiwa unashikilia agano hilo, ndipo Mungu anapoanza kufanya kazi na shida ambayo haiwezekani kabisa, na suluhisho ambalo linawezekana kabisa. Na hiyo ni Injili, na hiyo ni wokovu na kufurahia. Hii ni sala. Na ikiwa huamini hii, haijalishi unatoa ibada gani. Haitaburudishwa. Hata hivyo, ukishikilia neno la Mungu, utatambua ujumbe wa mimbari na utaona jinsi ujumbe wa mimbari unavyotimizwa katika maisha yako. Na hata utaona jinsi neno hili linavyotimizwa kwa kuvuka wakati na nafasi. Na utaona hali yote ya kiroho ya watu unaokutana nao. Na utaweza kuona hali hiyo yote ya kiroho ya watu unaokutana nao. Kisha utaweza kusubiri na kusaidia watu kulingana na ratiba yao ya wakati. Na ratiba hii ya wakati ni kufanya ufalme wa Mungu uje, na ufalme wa Mungu kuja juu yetu unamaanisha kwamba neno la Mungu linatimizwa na nguvu za giza zinashikiliwa kwa watu binafsi na eneo linaanza kuvunjika. Hapo zamani kwamba nilikuwa na wasiwasi na mawazo yangu mwenyewe, lakini sasa ninaweza kuona uwanja ambao unakufa. Na hii ni njia ya kuwa mlinzi wa kiroho na mkutano wa kiroho, na utaanza kuamini kwamba Mungu yuko pamoja nawe na, na utaamini kwamba Mungu yuko pamoja na wale wanaokupa shida. Na ingawa ndugu zangu walikuwa wakione, wakinionea na hata pia kunizuia, lakini unapata Mungu anajibu kuwaokoa. Na kwa wale watu ambao wanadanganywa kwa kufanikiwa na kushindwa, wanaweza kuamini kwamba Mungu yuko pamoja nao. Ninakubariki ili mpate kufurahia baraka ya kweli. Wacha tuombe. Mungu, tunakushukuru. Tunakushukuru kwa kuturuhusu kuamini kwamba Yesu ni Kristo. Na ninaamini kwamba wakati tunaamini na kukiri kwamba Yesu Kristo au hali ya kiroho na mawazo hubadilishwa. Na kabla ya kwenda shambani kwanza, tuweke mfumo wa kwanza kufurahia injili hii, kwani tuko peke yetu na ndani ya shida tunaweza kwanza kupata jibu, na ndani ya mzozo tunaweza kutupa na kujifanya upya, na sote tuishi na kutupilia mbali nia zote mbaya na makovu na kuzingatia na kuzingatia injili tu, na tuweze kufurahia mkondo wa neno, sala na hata uinjilisti, na tuweze kuona kwamba shamba linakufa, na tuweze kuomba kwa injili ya tatizo la nchi yetu, na tuweze kuomba tukishikilia agano ambalo mabaki saba waliweza kupokea, tunaomba katika